Mkurugenzi wa TanzanEye kutoka Boni, Ujerumani, Dr Carsten Pausti alipotoa taarifa kwenye hafla ya kukabidhi vifaa tiba na uzinduzi wa ujenzi wa kituo kikubwa cha tiba ya macho katika hospitali ya Kabanga inayomilikiwa na jimbo Katoliki la Kigoma, amesema lengo la taasisi hiyo iliyoanzishwa mwaka 2017 ni kuiunga mkono serikali ya Tanzania na Kanisa Katoliki katika kutoa huduma za macho katika maeneo ambayo hayajafikiwa na taasisi nyingine. Posti amebainisha kuwa shirika hilo linaloundwa na Wajerumani na Watanzania linalenga kusaidia nchi ya Tanzania kuongeza idadi ya wataalamu wa afya ya macho kwa kutoa mafunzo ambapo tayari madaktari arobaini na watano wamejengewa uwezo. Akipokea misaada hiyo, askofu wa jimbo Katoliki la Kigoma Joseph Mlola. Ameishukuru taasisi ya TanzanEye kwa kukubali kuboresha afya ya macho kwa wananchi katika ukanda wazi wa Ziwa Tanganyika na ameahidi kuimarisha ushirikiano baina yao. Vifaa ambavyo tunavipata na wale wote watakaopata huduma hizi basi tuhakikishe kwamba vinatunzwa vizuri, vinatendewa kazi yake vizuri katika mahitaji ya wagonjwa wetu na tuangalie pia namna ambavyo vitadumu kwa ajili ya manufaa yetu na kwa vizazi vijavyo. Kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma Daktari Ibrahim Sarehe amekiri kuwa mkoa huo una upungufu mkubwa wa vifaa tiba na wataalamu na kwamba ufadhili wa TanzanEye umetolewa kwa wakati sahihi. Katika mkoa wa Kigoma bado tuna uhitaji mkubwa hususan katika hizi huduma za afya ya macho. Tumeambiwa kwamba vifaa hivi vinaenda kwenye vituo 18. Ukiangalia kwa mkoa wa Kigoma tuna vituo zaidi ya 350. Sasa katika vituo 350 ukitoa vituo 18, tuna deni kubwa la vituo ambavyo vina uhitaji wa hivi vifaa. Akizungumza kuhusu takwimu, mratibu wa TanzanEye nchini Tanzania bwana Reina Linuma ameeleza kuwa kiwango cha magonjwa ya macho nchini Tanzania kinafikia asilimia nne ya wagonjwa wote na kwamba juhudi mbalimbali zinahitajika ili kuokoa uwezekano wa wagonjwa wengi kupata upofu. Kiwango cha watu wenye changamoto ya uoni ni karibu, inakaribia asilimia nne nchini na ukiangalia changamoto hii inachangiwa ina na mambo mbalimbali ikiwemo changamoto ya mtoto wa jicho ambayo inawapata imechukua asilimia sabini tano ya kusababisha watu kutoona. Akihutubia katika hafla hiyo, kaimu katibu tawala wa mkoa wa Kigoma bwana Elisante Mbwiro amefahamisha kuwa serikali inahitaji wadau zaidi katika kuboresha huduma za afya hasa katika maeneo ya vijijini. Yeye, niendelee kuwaomba wadau wote kuendelea kushirikiana pamoja nasi kwa ajili ya kuhakikisha vifaa tiba hivi vinapatikana kwa wingi na kukidhi mahitaji ya watu wetu katika mkoa wetu. Jumla ya vituo 18 vya huduma za afya ya macho ikiwemo hospitali za halmashauri za wilaya ya Kakonko, Kibondo, Uvinza, Buhigwe, Kasulu na halmashauri ya mji wa Kasulu zimepata msaada wa vifaa tiba kutoka TanzanEye ya Ujerumani ujerumanio